Na siku zote kama alivyoeleza hapa, utakuta mambo mabaya yanayoegemezwa kwa sababu, na sababu ni wewe mwenyewe. Likikusibu balaa lolote lile, kabla hujaelekeza kidole kwa yoyote katika huu ulimwengu, kwanza jitazame wewe, baina yako na nani na Mola wako. Ukiteleza ukianguka, hii itakuwa ni athari ya dhambi kuna jambo baya nimemfanyia Mola wangu au nimelifanya mimi astaghfirullah wa watubu ilayhi sawa. So, hapo anazungumza majikungwa tu, sikwambii mingine na mingine na mingine. Kwa hiyo unapewa indhari, mwenye akili huwa anazinduka kwa yale yanayomsibu. Ibn Asakir katika Tarikhi Dimashq ametaja habari kutoka kwa Alfudhail ibn Iyad rahimahullahu taala, anasema inni

Una dhambi uliifanya sasa, Allah anakusalitisha na punda ha? Mara waanguka na baskeli. Ah, imekuwaje? Kila siku naendesha baskeli, leo imekuwa hiyo, dhambi hiyo. Au khadimu za kufanya ujeuri tu, khadimu ghulam jaria akufanyia ujeuri, imekuwaje leo, mbona amekuwa Le, kisoyo kwa sababu ya dhambi sikuambii mingine makubwa makubwa ambayo unaweza kukutana naye sasa. Mwenye akili kabla ya kuchukua hatua zozote una, oh una mahali nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ananisaliti na watu waovu. Lakini wakati mwingine unaweza kuvunjwa kiburi sawa, pengine una kiburi. Sasa Allah kusaliti na jambo fulani, urudi nyuma, pengine Allah akupendelea khairi, usifuki mpaka basi tu